Kiwango cha neno ndani yako kitaamuru kiwango cha uzito wako wa kiroho katika mambo mengi. Biblia inazungumza wazi ya kuwa nao walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, wakamshinda kwa neno, katika kile kitabu cha Ufunuo kumi na mbili mstari wa kumi na moja. Kwa hiyo njia pekee ya kumshinda shetani, ya kumshinda adui ndani yako Make sure that you have a word of testimony. Unalo neno linalokushuhudia ndani kwa habari ya hicho kitu unachokikabili. Ah, tunaona Yesu alijaribiwa kwa majaribu makuu matatu alipokuwa pale nyikani, lakini yote akayashinda kwa sababu alikuwa na neno la Mungu la wakati wa jaribu hilo. Kama huna neno la Mungu ndani yako, huna tofauti na mtu ambaye hajala chakula cha kimwili na, amenyongea na ni dhaifu kama mtu mwenye kwashakoo au kibatumbo, mtu asiyekuwa na kinga za mwili ndani yake. Kama huna neno la Mungu ndani yako huna tofauti na mtu aliyemnyonge sana na maskini sana katika maisha haya, you need to have a word in you. Neno la Mungu ndani yako haliko tu kwa ajili ya kukufariji neno. La Mungu ni ngao na kigao, neno la Mungu ni upanga wa roho moja kati ya silaha za Mungu ni neno lake. so if you miss a word, kama hauna neno miss, huna hii silaha itakayokusaidia wakati wa vita, wakati wa mapambano na wakati wa mashindano. Kumbuka imani inashindaniwa, imani hatuipokei tu, imani inapiganiwa, na ndio maana mtume Paulo anasema na Timotheo ya kuwa sasa mwendo nimeumaliza, lakini imani nimeilinda na vita nimepigana. Nao wakamshinda kwa neno, mi walipigana kwa neno. Shetani anajua maandiko na neno kuliko sisi tunavyojua. Shetani anajua kuabudu kuliko sisi tunavyojua, na ndio Biblia inasema sisi tuamini tuwafanye vema, lakini shetani yeye anaamini na hata kutetemeka So, amezidi ya anatetemeka na kutetemeka, lakini hawezi kutubu kwa sababu hana nafasi ya kutubu. Make sure that you feed yourself with the word of God. Kama unavyolisha mwili wako nje, unapewa ushauri kunywa maji mengi, unapewa ushauri atumia uh, matunda. The same law yako inahitaji balance diet. Unahitaji maombi, unahitaji kufunga, unahitaji neno, unahitaji neno la aina tofauti, tofauti tofauti neno kuhusu maombi, neno kuhusu uchumi, neno kuhusu mahusiano na ndoa, kwa sababu tunaangamizwa kwa kukosa maarifa. Bwana Yesu asifiwe. So, siku ya leo ningependa kuzungumza na wewe, unanisikia? Feed yourself with the word, feed your heart with the word, feed your spirit with the word. Bwana Yesu asaidie sana. Don't be just a Christian. Don't be just a believer. Be a disciple, kuwa mwanafunzi wa Yesu. Mwanafunzi means kila siku anajifunza, kila siku analisha neno la, neno la Mungu, roho yake. Usiwe tu mshirika, ukiwa sana mshirika, mshirika, mshirika na sio mwanafunzi wake, utakuwa mshirikina, lakini uko ndani ya kanisa utatamani msaada kutoka kwa mashetani lakini uko ndani ya kanisa. Mnakumbuka habari za Simeon? Baada ya kuona watu wakiwekewa mikono na akijazwa roho mtakatifu, naye akataka kununua kile kipawa. Maana yake huyu mtu hajaacha ushirikina, kwa sababu anaamini hata mambo ya kiroho yanapatikana kwa fedha. Lakini kipawa cha Mungu hakiuzwi. Kipawa cha Mungu kinatokana na ushirika na Mungu, na ndio maana mtume Paulo amezungumza mambo makuu matatu. Akisema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na wewe. Haya mambo matatu ya kikaa ndani yako, na neno la Mungu likiwa kama msingi wa imani yako, you never fail, never be disappointed. Hata kama kuna mambo ya kuumiza, lakini hayatakuumiza wewe. Hata kama dunia inawayawaya kama machela, lakini wewe hauwezi kuyumba, kuyumbayumba, maana wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika wakaa milele. Shalom, shalom, shalom.